Leo nimekutana na masahiba, masahiba amenikuta dukani kwangu amenitapeli laki saba na elfu ishirini na tatu, laki saba na elfu ishirini na tatu. Naona hii yi hela ilivyokunjwa. Mtu anakuja ana, anataka kutoa hela mm, tavoda au Tigo, kamkuta dogo, si tumeenda kusali, kamwambia anataka kutoa hela laki tisa na elfu saba, akatoa pesa zilizo kamili kabisa, akampa dogo akahesabu. Baada ya kuhesabu elfu mikumi zote sahihi kabisa, yaani hela ni ile sahihi kabisa, sio hii. Baada ya hapo, dogo akamwambia, bwana, kwenye mtandao wa Voda sina pesa, kwenye mtandao wa Voda sina pesa. Akachukua akachukua pesa hizo, baada ya kuchukua pesa Mala akasema basi hebu niwekee kwenye Tigo Pesa, kumbe kambadilishia, kampa hizi pesa. Ndio akajua ndio zile alizohesabu, akatuma kwa jina la Abdalla Hamisi. Naona hivi ndivyo, ngoja niwaonyeshe wanavyoiba. Jua hiyo hivyo hizi ni elfu mbili mbili wanaweka ana ini elfu mbili mbili na hii ni elfu kumi waliokunjakunja uu, unaona kama migongo ya shilingi elfu kumi. Unaona hivi elfu mbili mbili hivi ndiyo walikoiba hivi ndio tulikopata majanga ya leo haya, imeibiwa unaona, elfu mbili mbili wameweka katikati.

Hivi ndivyo wanavyoiba. Mnaona, leo ndio tumepata shoti kubwa hiyo, na Meuna... ndio mwanzo wa Ramadhani, mwanzo wa Ramadhani, tuwe makini ndugu zangu, hivi ndivyo wanavyoiba.